Sana kwenye mradi wa daraja la Mhoro, mbele yenu hapa ni engineer mkazi, mhandisi mkazi Emmanuel Mahimbo. tupo kwenye kusimamia ujenzi wa daraja hili la Mhoro na daraja hili la Mhoro lilianza ujenzi wake Januari 2024 tarehe 31 na ujenzi huu wa daraja tunatarajia kukamilisha tarehe 24 mwezi Machi mwaka 2026. Uh, awali ujenzi wa daraja hili la Mohoro ulikuwa na gharama za bilioni 11.5, lakini baada ya baada ya kufanya review kutokana na mafuriko ambayo yalikumba jamii hapa ya Mohoro uh, kulikuwa na ongezeko la kulikuwa na ongezeko kwa ya gharama za mradi mradi ukawa na gharama za bilioni 17.85 kutokana na ongezeko la daraja kutokana na Impact ya mafuriko yaliyotokea mwaka jana na mpaka sasa tulipofikia hapa, tuko asilimia hamsini ya utekelezaji wa daraja hili, na daraja hili linatekelezwa na, na mkandarasi mzawa anaitwa Maki contractor, na wasimamizi wa mradi huu kwa maana ya consultant, ni timu ya treku kutoka Tarura ndio inasimamia ujenzi wa daraja hili uh, daraja hili kikamilika litakuwa na umuhimu mkubwa sana kwa jamii ya watu wa huku, kwa maana kwa kata ya Mohoro Magharibi pamoja na kata ya Shera, kwa sababu huduma za kijamii kipindi cha mafuriko kwa hizi kata mbili kunakuwa hakuna mawasiliano kabisa, lakini baada ya kukamilika daraja hili yataweka mawasiliano kati ya kata hizi mbili na huduma za kijamii, kwa maana wanafunzi kwenda mashuleni, huduma za afya pamoja na huduma nyingine za kijamii zitaweza, ku, zitaweza kupatikana kwa urahisi hata kipindi cha mafuriko baada ya da daraja kukamilika. Maana kabla ya daraja kipindi cha mafuriko, kuna baadhi ya huduma zilikuwa ni ngumu kupatikana kwa kata zote mbili, kutokana na kukatika kwa mawasiliano kipindi cha mafuriko, lakini baada ya kukamilisha hii daraja, wakazi wa Mohoro watapata mawasiliano kipindi chote cha mwaka, kipindi cha mafuriko na kipindi cha kiangazi. Mimi, kwa majina yangu, naitwa kama alivyotangulia kusema mhandisi mkazi wa mradi huu, mradi huu utasaidia huduma za usafiri na usafirishaji kwenye wilaya za Kibiti na Rufiji, kwa sababu daraja hili limejengwa kwenye barabara ya Muhoro Kipoka ambayo ina urefu wa kilometa kumi na nne na tunapojenga daraja hili, maana yake tunakuwa na uhakika kwamba wananchi wa upande wa sehemu za Kipoka sehemu za Ndundutawa, Kingongo hata mpaka Mbuchi.